la mchezo wa Kariakoo Derby, ambapo mchezo huu kwa upande mwingine ungetakiwa kuchezwa tarehe nane mwezi Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano majira ya saa moja na robo usiku, ambapo mchezo huu ungekutanisha miamba ya soka nchini Tanzania, Young Africans wakiwa wenyeji katika uwanja wa Benjamin Mkapa dhidi ya wekundu wa Msimbazi, lakini mchezo huu tunaona kwa upande mwingine haukuweza kufanyika kutokana na, na klabu ya soka ya Simba mnamo Machi saba mwaka elfu mbili na ishirini na tano majira ya saa moja walikwenda katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuweza kufanya mazoezi ya mwisho kujiandaa na mchezo, lakini mara baada ya Simba kuzuiliwa kuingia basi, kwa upande mwingine kupitia shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF waliweza kutoa taarifa, ambapo taarifa hii ni kuhusiana na kuahirisha mechi kati ya kikosi cha timu ya soka ya Simba kwa sababu Simba waliweza kuandika barua na kusema kwamba hawapo tayari kuucheza mchezo kwa sababu kikanuni hawakuruhusiwa kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo, kutokana na uchunguzi ambao ulifanywa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara, wakaweza kuja na majibu na kusema kwamba Simba walizuiliwa kuingia uwanjani na mabaunsa ama mabodigan wa klabu ya soka Yanga. Kwa hiyo Yanga walikuwa na makosa kuto kuwapa kia ya msingi Simba kufanya mazoezi. Bila kusahau bodi ikaja na majibu na kusema kwamba Simba walikwenda uwanjani hakumtaarifu e, mtu ambaye alikuwa anatakiwa kuwapokea meneja ya uwanja ule. Bila kusahau Simba hakuambia timu mwenyeji ambaye ni Yanga kwamba watakwenda kufanya aa mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa hiyo hili likapelekea nao Simba kuonekana wanahatia. Kwa hiyo bodi ikatoa tamko rasmi kwamba mchezo huo umesogezwa mbele mpaka pale bodi hii itakapokana kuchunguza matukio na mara moja watakwenda kutangaza tarehe mpya ya mchezo kati ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club. Sasa, kwa sababu bodi ya ligi kuu Tanzania bara ndiyo ambao wamesogeza mechi, basi kwa sababu bodi ndiye mwenye haki ya kusimamia mpira wa miguu nchini Tanzania, basi klabu ya soka ya Simba wapo salama kwa sababu wao hawakuhugumia mchezo bila kusahau klabu ya soka ya Yanga wao nao pia wako salama, kwa sababu mwenye mamlaka ya mpira, bodi ya ligi kuu Tanzania bara, ndiye ambaye ameusogeza mchezo mbele. Sasa yanga wao walikwenda uwanjani, lakini walivyokwenda uwanjani hawakupata zile treatment zote za mechi. Mfano, tumeshuhudia mechi ya Cairo Dabi pale kati ya Zamalek zidi ya Ali Ahali nao pia haikuchezwa, lakini tunashuhudia marefari waliweza kwenda uwanjani na wakaweza kukaa kwa dakika ishirini na mara baada ya timu ya Al Ahli kushindwa kutokea uwanjani kwa kile kinachodaiwa kwamba walikuwa wataki marefari wa nchini kwao, basi kwa upande mwingine klabu ya soka ya Zamalek kikanuni wakapewa alama tatu. Kwa hiyo mashabiki wengi wa Yanga Sports Club na wao pia wanaamini wana haki ya kupata pointi tatu, lakini ukiangalia hakuna mwamuzi ambaye alikwenda uwanjani kwa ajili ya kuusimamia ule mchezo ili ionekane kwamba Simba walikaidi. Kwa hiyo hapo ndipo utata unapokuja, huku Young Africans wao wakitoa wa tamko rasmi kwamba wame... Sasa mara baada ya hili kutokea, tunaona klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kuandika barua kuiomba bodi ya ligi kuu Tanzania Bara waweze kutenda haki. Kwa sababu gani? Wao walitii sheria zote, Simba ndio mwenye makosa. Wakaiomba bodi ya ligi kuu waweze kupewa alama zao tatu, na bila kusahau mabao matatu bila kusahau kwa upande mwingine wameomba walipe fidia za milioni hamsini na sita ambazo ni fedha zilitumika ama gharama iliyotumika kwa ajili ya maandalizi ya mchezo huo wa Kariakoo derby, na Yanga Sports Club wakaweza kwenda mbali na kusema kwamba hawatokubali kucheza mchezo huo tarehe nyingine ambayo itakwenda kupangwa na bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara, kwa sababu utamkolao ni kwamba wamesema watakwenda kutoa tarehe nyingine. Msimamo wa Simba, wao wanasubiria tarehe rasmi kutoka katika bodi ili wajiandae na mchezo dhidi ya Yanga Sports Club. Kwa hiyo kila mtu anatamani kufahamu, je, ni nini ambacho kitakwenda kutokea, kwa sababu Yanga Sports Club wamesema kwa upande mwingine, iwapo wasipotendewa haki katika hili, basi moja kwa moja watakwenda katika mamlaka kubwa zinazosimamia mpira wa miguu hapa, tukienda kuongelea mahakama usuluhishi ya kimichezo CAS, ambapo kwa upande mwingine CAS inasimamiwa na FIFA. Sasa kwa upande wetu tumekuja na uchambuzi kidogo kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kama kesi ikienda kule CAS, je, itakwenda kuwaje? Sasa fahamu kwa upande wa CAS, wao ni kuweza kuangalia kanuni zinasemaje zinazosimamia mpira wa miguu. Ukiangalia kanuni inasema kwamba timu zinatakiwa kwenda uwanjani lakini kuna uwezekano mechi ikasogezwa mbele iwapo bodi itakaa makamati inayosimamia mpira wa miguu kuweza kukaa chini na kuona kwamba kuna matatizo, basi kwa upande mwingine, ndipo ambapo wao TFF kupitia bodi wanaweza kuahirisha mchezo. Kwa hiyo tunaona hiyo ni sababu moja hapo, ambayo inaweza ikaifanya Simba ikaweza kushinda kesi na mchezo ukawa pale pale, huku Yanga Sports Club wakishindwa kesi kutoka kule kasi. Lakini kama kesi ikienda kasi, basi kwa upande mwingine kuna uwezekano mkubwa wakaangalia kanuni ya thelathini na moja inayosimamia ligi kuu Tanzania Bara, ambapo kas kwa mujibu wa kanuni hii inasema kuto kufika uwanjani, ambapo timu yoyote itakayokosa kufika uwanjani bila sababu za msingi zinazokubalika kwa TFF TPLB au kusababisha mchezo usifanyike, itakabiliwa na adhabu zifuatazo. Kwa hiyo tunaona hii ni kanuni ambayo kama TFF kupitia bodi yake wakiipeleka kule kas wakiiomba basi inaweza kuwafanya Simba wakakutana na adhabu hizi. Cha kwanza kutozwa faini ya shilingi milioni tano, ambapo shilingi milioni mbili na laki tano itachukuliwa na bodi ya ligi kuu, shilingi milioni mbili na laki tano italipwa kwa timu pinzani, kulipa fidia ya maandalizi uharibifu wote unaoweza kujitokeza, kupokwa alama kumi na tano katika msimamo wa ligi na viongozi waliosababisha jambo hilo watachukuliwa hatua zaidi za kinidhamu. Itapoteza haki ya kuchukua gaio lake la mapato la mchezo huo. Kiongozi yoyote atakayebanika kushiriki, alishawishi au alikuwa chanzo au sababu ya timu kutokucheza, kuto kutokea uwanjani bila sababu za msingi, atafungiwa kwa kipindi cha miezi kumi na mbili. Inaweza kukabiliwa na adhabu zaidi, kama ambavyo TFF na TPLB inahitaji kuchukua hatua zaidi kadi itakavyoona inafaa. Timu yoyote inayopewa adhabu ya faini chini ya kanuni ya thelathini na moja na kifungu cha kwanza nukta moja nukta mbili nukta tatu haitaruhusiwa kucheza hadi itakapotekeleza adhabu hiyo kwa daraja ambalo itakuwapo ipo. Kwa hiyo tunaona hii ni sheria ambayo inaweza kuihukumu klabu ya soka Simba kuweza kukutana na adhabu hizo. Lakini ukiangalia katika sheria hizi, wanasema kwamba timu yoyote itakayokosa kufika uwanjani bila sababu za msingi zinazokubalika kwa TFF na TPLB au kusababisha mchezo usifanyike itakabiliwa na adhabu tulizokuambia hapo. Kwa hiyo tunaona kwa mujibu wa Simba, wao walitoa taarifa kwamba wamezuia kufanywa kufanya mazoezi kikanuni na kimsingi waitakuwa kufanya. Kwa hiyo sababu hii ndio ilipelekea TFF kuweza kuahirisha mchezo kati ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club na ndiyo maana hata TFF wao hawakupeleka marefari uwanjani kwa ajili ya kwenda kuchezesha mchezo huo. Kama marefari wangekwenda uwanjani huku Simba wakishindwa wangeshindwa kutokea, basi kwa upande mwingine ndipo ambapo hizi adhabu wangeweza kukabiliana nazo. Kwa hiyo kilichopo hapa kwa sasa, kuna uwezekano mkubwa timu ya klabu ya soka ya Simba sambamba na Yanga Sports Club zikaitwa mezani na kukaa ili jambo hili liweze kuisha kwa amani, kwa sababu nashuhudia mwaka 2021 kuliwahi kutokea tukio kama hili, klabu ya soka ya Yanga na Simba waliweza kupishana muda uwanjani. Bodi ya Ligi Kuu ilisogeza mchezo kutoka saa kumi na moja kupeleka saa moja. Yanga wakaenda saa kumi na moja jioni wakafanya zao mwapu kisha wakaondoka, lakini simba wao walikuja kwenda saa moja. Kwa hiyo kwa upande mwingine, Yanga tena wanaenda against na bodi ya ligi kuu, lakini ndio hivyo, sakata hili likaenda kuchakatwa na moja kwa moja likawekwa mezani, mchezo ukaja ukapigwa tena. Kwa hiyo tunaona busara zinaweza kutumika kwa watu mbalimbali mbali, kwa sababu Simba na Yanga ni miongoni mwa klabu kubwa ambazo zinawakutanisha watu wengi, na mtani kukutana inakuwa ni burudani kubwa katika taifa la Tanzania. Kwa hiyo tunaona sakata hili kwa sasa TFF wamesema watakwenda kulitolea maamuzi, lakini kama kesi itakwenda CAS kama Yanga alivyosema, ndo adhabu hizo ambazo tumekwambia zinaweza kutokea kama uchunguzi ukifanyika moja kwa moja kuna timu ambayo inaweza kutana na adhabu kali kwa hiyo hebu tuambie eneo la comment katika sakata lako ili wewe una ushauri gani hebu toa maoni katika hiki nini kifanyike ili mechi iweze kupigwa tena toa maoni katika comments hapo kwa sababu yanga wanataka pointi, simba wanajua mchezo uko pale pale bodi kwa sasa ndio ambayo imebakia ikitupiwa macho kwa sababu wao ndio ambao waliahirisha mchezo kwa simba walifuata kanuni za bodi ya ligi kutanzania bara